Huu ni mkutano, sio mkutano wa kawaida e, ulikuwa mkutano maalum wa uchaguzi, kwa sababu mkutano wa kawaida tulifanya nadhani ilikuwa mwezi wa wa kwanza kama sikosei, Ethiopia, lakini huu ulikuwa mkutano wa uchaguzi kwao, tulikuwa na ajenda moja tu ya uchaguzi. Na mambo yalikwendaje? Mambo yalikwenda vizuri, ingawa katika maisha yangu ya kuwepo kwenye mikiki mikiki ya ya kafu toka nimeingia huu ni uchaguzi ambao <coughs> ulikuwa una mivutano mikubwa sana kwa, na mvutano mkubwa hasa kwenye nafasi ya wajumbe wa kuingia FIFA, ni wajumbe walikuwa kumi na tatu na ilikuwa inatakiwa nafasi sita, kwa ilikuwa kuna, kuna mvutano, na ilikuwa ni uchaguzi wa kwanza ambao ulikuwa umeondoa uchaguzi wa wa wa matabaka ya lugha kwenda FIFA. Zamani walikuwa walikuwa wanaenda kwa lugha, lakini safari hii ilikuwa wazi, haikwenda kwa lugha. Lakini pia ni uchaguzi ambao watu naona waliamua ku, kuchagua kutokana na uwakilishi wa kutoka kwenye kanda, lakini pia e, ni uchaguzi ulikuwa unakuwa wazi na uchaguzi kama kawaida, zimefuata taratibu zote sisi za za uchaguzi lakini kuna nafasi nyingine ambazo wajumbe ilikuwa wanasubiri kupitishwa tu kwa kura za, za ndio za wote, kwa sababu tayari walikuwa hawana wapinzani, mmoja wapo akiwa rais Mosepe, lakini pia na mwakilishi wa kutoka Kosafa ambaye ni mimi, lakini pia mwakilishi wa kutoka Magharibi Magharibi A na Magharibi B A, ni mtu kutoka Liberia na Magharibi B kutoka Ghana. Lakini pia kule kaskazini kwa Waarabu kulikuwa na mtu wa Algeria, naye alipita. Lakini Afrika ya Kati hapo pia kulikuwa na Samuel Eto alikuwa peke yake. Sehemu ambayo ilikuwa ina upinzani kwenye nafasi ya kamati ya utendaji ilikuwa ni kusini, huko walikuwa wanne, ambapo nafasi zao zilikuwa safari zinazogombewa ni mbili kwa hiyo hali ilikuwa hivyo, na ukiangalia kwenye zile ya FIFA Council watu wamezidiana kwa kura chache sana. Katika wale sita waliopata, kuna watatu wa ambao wamemzidi wa saba kwa kura moja au mbili. Kwa hiyo ilikuwa ni mvutano mkubwa tu, lakini tunashukuru umeisha salama, lakini umeisha pia kwa upendo na kila mmoja ameridhika. Sawa, nafasi ya ujumbe wa kamati ya utendaji ya CAF ambayo eh, umechaguliwa jana ina maana gani kwako kwa binafsi, na ina maana gani kwa TFF? Kwanza kwangu binafsi kama Mtanzania, ni heshima kubwa sana. Mimi ni Mtanzania wa tatu <coughs> ambaye nimepata nafasi ya kuingia kwenye hiyo nafasi. Mtanzania wa kwanza alikuwa mzee wetu Saidi Hamadi Elmamri ambaye alikaa muda mrefu mpaka sheria unapokaa zaidi ya tem tatu hata kama unakosa utaendelea kuwa mjumbe wa kudumu mpaka unakufa. Kwa hiyo mzee Hamad El Mamri alikuwa bado mjumbe wa kamati ya utendaji wa heshima mpaka anafariki, na mwingine ambaye aliingia ilikuwa ni mzee Tenga ambaye alikaa kwa muda wa miaka nane. Kwa hiyo mimi nakuwa ni Mtanzania watatu kwa hiyo ni jambo kubwa kwa Watanzania. Kwanza niwashukuru kwa kunisapoti, nilipata mpaka na sapoti ya serikali, lakini pia ni sapoti pia ya marais wenzangu wa zoni yetu ambao waliambiana kwamba walikubaliana kwamba hamna ambaye atagombea na mimi, na pia yule mwenzetu alikuwa anaenda kugombea kwenye FIFA council walituruhusu tusimame wenyewe, kwa hiyo walitupa sapoti. Kwa hiyo ni jambo la kuonyesha kwamba wenzetu wamejali utendaji wetu wamejali mchango wetu kwenye mpira wa nchi zetu, lakini pia na eneo letu la Kosafa kwa sababu tunaingia kwa nafasi ya Kosafa. Na sasa hivi kwa Kosafa tuko watatu, yuko wa Sudani ambaye alichaguliwa miaka miwili iliyopita, na yuko wa Ethiopia ambaye ana mwaka mmoja alichaguliwa. Kwa hiyo mimi nimekuwa ni, wa, ni watatu, tumekamilisha idadi ya watatu. Bahati mzuri au mbaya, uchaguzi wa kamati ya utendaji ya kafu inapofika ile nafasi inajazwa kwa muda wake, sio kwamba wote wanajazwa kwa hiyo unaona, miaka miwili tulimuingiza yule wa Sudani ambaye ataenda miaka minne sasa e, kwa hiyo sasahivi amebakisha miaka miwili, lakini mwaka jana nako aliteuliwa wa Waethiopia naye atakwenda, amebakisha miaka mitatu. Kwa hiyo angalau hakuna gepu au hawaingii watu wote wapya. kwa hiyo ndio tunavyofanya hivyo, kwa hiyo hili ni jambo ambalo mimi nimelipokea kwa heshima, lakini pia nimelipokea kwamba nina kazi mbele ipo ya kuhakikisha kwamba angalau nawasaidia viongozi wetu kwa maana ya Dakta Mosepe pamoja na Infantino kukamilisha yale malengo yao na yale malengo pia tuyashushe chini huku kwamba ili iweze kuwa na maendeleo kama ambavyo kwenye uongozi wao wametuletea maendeleo. Ni kushukuru sana eh, Rais Karia kwa maelezo hayo, na bila shaka tumeshapata kujua eh, utaratibu unavyotumika kupata viongozi wanaoingia kwenye kuongoza eh, shirikisho la soka eh, barani Afrika CAF. Asante sana. Ni washukuru ni washukuru wote kwa sapoti niliyoipata. Nashukuru, nasema tu kwamba sisi tuliopata nafasi hii tutahakikisha kwamba tunaiheshimisha Tanzania na tutapeperusha bendera ya Tanzania kwa kufanya yale ambayo ni ya msingi kama ambavyo mpira unahitaji, lakini pia kuonyesha jinsi gani sisi wa Tanzania tukipata nafasi tunazifanyia haki. Shukrani sana, asante sana.